Ya, karibu sana kwenye sehemu yetu ya pili ya mafafanuzi yetu na uh, tafakari yetu ya kuhusu mwezi wa sita ambao malaika alitumwa kwenda kwa Bikira Mariamu. Sehemu ya kwanza tumezungumza kwamba uh, yale maandiko yanayopatikana kwenye Luka moja kwanzia mstari wa ishirini na sita ya kwamba malaika alitumwa ilikuwa ni mwezi wa sita, sasa mwezi wa sita malaika akatumwa kwa Bikira Mariamu. Tukasema kwamba tukumbuke kwamba mahesabu yaliyotumika wakati ule hayakuwa mahesabu ya kalenda. Mahesabu ya kalenda sio kama mahesabu ya sasa ambayo tunahesabu Januari, Februari na kuendelea mpaka. Tukasema wakati ule walikuwa wanatumia matukio. Agano la kale tukio linapokuwa linaloendelea, lina lina ni muda wa lile tukio linaloendelea ndio unasoma tukio utakalofuata. Nikakupa mfano, nikasema kama ingekuwa na mfalme basi watasema mwaka wa tatu wa kutawala kwake mfalme fulani lilifanyika jambo fulani. Sasa ili kuelezea jambo lililotokea wanatumia mfano au wanatumia tukio linaloendelea, mwaka wa tatu wa kutawala kwake, au mwaka wa kadhaa wa kuondoka taifa la Israeli Misri, jambo hili lilifanyika. Kwa hiyo walitumia huo muda wa, au walihesabu wali nyakati kwa mtindo huo tofauti na kuhesabu sasa. Na nikakwambia sasa, Yesu alizaliwa agano la kale, alilelewa agano la kale. Kwa hiyo mahesabu ya kuzaliwa kwa Yesu ya ule mwezi wa sita, tunatukija kwenye kwenye, kwenye kuzaliwa mwezi wa sita sasa. Uh, ule wa malaika anapotumwa mwezi wa sita, malaika Gabriel katumwa. Tunapokuja kwenye mahesabu yale moja kwa moja tunapata majibu sasa kwamba hawakuwa wanatumia mahesabu haya ya mwezi wa sita. Nikasema mwezi wa sita je, ni Juni? Ni mwezi wa sita upi? Kutokana na mahesabu haya na ule ufafanuzi, tunaona kwamba mwezi wa sita uh, unaotajwa wa malaika kutumwa haukuwa mwezi wa sita Juni kama na, wa mahesabu ya kawaida. Je, ni mwezi wa sita upi? Ukisoma kwenye Luka sura ile ya kwanza kipanda nyuma au kurudi nyuma kwenye mstari wa nyuma sura ya kwanza Luka mstari wa ishirini na tatu unasema hivi, anasema ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba akata, akatawa miezi mitano akisema hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Haya maandiko yanazungumzia habari ya mtumishi moja mwanamke mmoja aitwa Elizabeth na mume wake alikuwa anaitwa Zakaria. Huyo alikuwa ni kuhani. Zakaria na Elizabeth. Elizabeth alikuwa tasa. Maandiko yanasema alikuwa ni tasa na alikuwa amepita muda wa kuzaa. Yaani, amekoma kwenye siku za kawaida umri wake umeenda, walikuwa ni watu waliozeeka, kwa hiyo hawakuwa na mawazo ya kupata mtoto. Sasa siku moja, huyu Zakaria akiwa kwenye shughuli zake za kikuhani, ameingia hekaluni, akatoka, akapata maono. Malaika akamtokea, akamwambia kwa habari ya kumzaa mtoto, na huyo mtoto ataitwa Yohana. Sasa akahojiana na malaika kwamba sasa hili jambo nitalijuaje, nitalihakikije? akapewa saini moja au alama moja kwamba utakuwa bubu, utakuwa bubu, hautasema, hautaongea mpaka mtoto atakapozaliwa. Alipotoka kule ndani, akatoka akiwa bubu. Sasa wale walikuwa wamekaa pale, baada ya kuona amekawia, wakajua huyu mtu alikuwa kwenye maono, ametoka amekuwa bubu. Na baada ya muda maandiko yanasema, ndio hapo tuliposoma kwenye mstari kwamba ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani. Hata baada ya siku zile mkewe uh, Elizabeth alichukua mimba, na kwa hiyo uh, lile neno ambalo lipewa likatimia, na kwamba akachukua mimba. Sasa mstari wa ishirini na tatu unasema hivi: hata baada ya siku zile mkewe Elizabeth alichukua mimba, akatawa miezi mitano. Miezi mingapi jamani? Miezi mitano, akatawa miezi mitano, maanake akawa akilea mimba kwa muda miezi mitano Anasema akishukuru Mungu kwamba ndivyo Mungu amenitendea. Nisikilize, tunataka utafuta mwezi wa sita unaotajwa paka hapa, nadhani kwa kutafakari, unaanza kuona. Kwa hiyo akatawa miezi mitano, akatawa miezi mitano. Sasa unaposhuka kwenye ule mstari unaofuata sasa ambao ni mstari wa ishirini na sita, anasema mwezi wa sita ndio ile habari ambayo tumezungumza kwenye kipande chetu cha kwanza au sehemu ya kwanza. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Kumbe tunapata majibu kwamba mwezi wa sita unaotumika hapa umetumika kulingana na mahesabu ya Agano la Kale. Kumbuka nimekwambia Agano la Kale walitumia mahesabu ya kusema kwamba uh, kwa muda fulani, muda fulani wa tukio hili jambo fulani lilifanyika. Sasa mwezi wa sita unaotajwa hapa sio mwezi wa sita Juni. Tuelewane kidogo hapo watu wa Mungu. Kwa wale ambao imekuwa ikiwachanganya na najua watumishi wa Mungu wasomaji wa Biblia wengi mnafahamu hili. Lakini kwa hiyo tunazungumza na wale ambao wamekuwa wakitatanika katika hii. Kwa hiyo mwezi wa sita unaotajwa hapa ni mwezi wa sita wa ujauzito wa Elizabeth, ambayo ilikuwa ni ndugu yake. Ukisoma hiyo habari yote, ni kwamba baada ya kuambiwa vile, kuna wakati alienda. Tutaenda kwenye kipande cha tatu, tukapoenda sehemu ya tatu utaelewa utayale, tutaendelea kuelewa zaidi. Kwa hiyo mwezi wa sita unaotajwa si mwezi wa sita wa mahesabu ya kalenda ya sasa tulionayo, kwamba labda Juni maana kuna watu imewachanganya kwamba inakuwaje, mara Mariamu alipata mimba Juni, mwezi wa sita, alafu akazaa tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili huyu mtoto ni njiti nadhani. Kuna watu wameshakusikia o maneno ya njiti, mtoto Yesu alizaliwa njiti, hakutimia ya miezi, kwa sababu mwezi wa sita mwezi wa sita ilikuwa ni taarifa inayopelekwa, lakini mwezi wa sita unaotajwa ulikuwa ni mwezi wa sita wa ujauzito wa, wa, wa, wa Elizabeth ambaye ni ndugu yake Elizabeth aliyemzaa mtu anaitwa Yohana ambaye ni Yohana Mbatizaji. Elizabeth aliyemzaa Yohana Mbatizaji akiwa na ujauzito ulipokuwa umefika, alitawa miezi mitano, wakati unafika mwezi wa sita katika utawala wake, ndipo sasa malaika yule yule Gabrieli ambaye alitumwa kule kwa kwa kwa, kwa Zakaria siku ile kule Karumi, yule yule malaika Gabrieli akatumwa kwa Mariam. Na ukiendelea kuisikiza habari ile, ukiendelea kusoma, kuna mahali anamwambia hata ndugu yako hata ndugu yako Elizabeth sasa ni mjamzito. Tutaendelea sehemu ya tatu. Mungu akubariki sana.